tupo hivyo na tupo mtu kibao humu ndani, aa, mko ndevu tupu ndani, mko ndevu humu ukatili wa kijinsia. Kuanzia wiki ijayo mko na kuendelea tunachanganya sauti, ndevu zitapungua humu ndani, lau kuna maua fulani yataanza upo. Yupo yaani na suti yake hiyo, na bwana mipango hiyo, na ndio maana pia ameenda eh, kuwa wazi bwana. Kabla hatujasonga mbele sana maarake, ikifika saa nne ya mambo akuwa yeah, tumeyaweka pembeni sasa <laughs> tuna taarifa hapa yeah. Eh, tuna taarifa hapa kama ndio kwanza basi Uh, unaweza pia ukaielewa, unaweza ukatoa pia msaada kidogo. Ngoja ni nipunguze biti hii kwa sababu uh, taarifa hii ni muhimu, ili ni tangazo la kupotea bana.